Huduma zetu zinatolewa bure. Rushwa kama nchi yetu inavyoipinga rushwa, inapingwa. Kwa hiyo, nawahakikisha na watumishi wahakikisha wanatoa huduma bora bila kuomba au kupokea chochote. Mfike tu kwenye ofisi zetu tuweze kuwaelekeza, na usidaiwe gharama yoyote kwenye tunapotoa huduma zetu. Huduma zetu zote ni bure. E, ofisi yetu inasisitiza sana watu, hasa watumishi, kufanya kazi kwa maadili kufanya kazi kwa maadili, kwa maana ya kwamba kuwahudumia wateja vizuri, kuongea nao vizuri, lakini kuepuka kushawishi wateja wetu kutoa rushwa. Na sababu mojawapo kubwa sana ya shirika kuhamia pamoja na kuhamia kwenye digitali, pamoja na kurahisisha ule utendaji wa kazi na kupunguza muda wa wa, kupata huduma kwa wateja wetu lakini sababu nyingine kubwa sana ni pamoja na kupunguza zile contact za mtu na mtu, ili kupunguza yale mambo ya bana, ili nikusaidie, naomba kitu kidogo nikusaidie.